Na habari za saa hizi mabibi na babwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tumsifu Yesu Kristo, na Bwana Yesu asifiwe. Waganga tai wanafrika, tai na watai kote mliko ulimwenguni, si mwingine ingine ni Dr Riziki Mkali Malela. Leo eh, nimekuja kivingine kidogo ndugu zangu, na lengo la kuja kivingine, eh, ni klipu ya kutambulisha vazi maalum kwa madaktari wa tiba asili wote wanaofika katika mzimu huu. Narudia tena. Klipu hii ni ya utambulisho wa vazi maalum kwa madaktari wa tiba asili wote wanaoingia katika ngome hii ya mzimu wa Afrika. Kwa hivyo, naomba kidogo mniazime sikio eh, madaktari wote Afrika Mashariki ambao mmekuwa mkileta hapa wagonjwa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufanya matambiko na mambo mbalimbali. Vazi letu la asili ambalo tunatakiwa kuweza kuingia nalo hapa katika ngome kuu ya mzimu wa Afrika ni vazi hili ambalo mnaliona hapa leo mbele yenu. Hili ni vazi maalum ambalo tumeliteua kwa lengo la kuweza ulitumia kuvaa wakati wote wa shughuli kunavyo e, kutumia wagonjwa wetu mahali hapa. Na hii mnayoiona ndo ngome kuu ya mzimu wa Afrika. Kwa hivyo, ndugu zangu, inatakiwa tuwe kwenye vazi maalum, ili ambapo tunapokuwa tunaleta wagonjwa wetu hapa kwenye matambiko haya, kwenye tiba hapa, madaktari wote tunatakiwa tuwe katika maudhui haya. Hili ni vazi la mwafrika halisi daktari wa tiba asili, ambalo kimsingi vazi hili unaweza ukalishona mahali popote pale, na yawezekana usishone hivi tu, huu unaweza ukawa ni mfano, lakini unaweza ukampata fundi mzuri akakudesainia e, vazi maalum la kuweza kuingia nalo hapa, linaloendana na maudhui ya eneo husika. Kwa hivyo, ndugu zanguni, kama mnavyoliona, kameramani washushie kamera chini waweze kupata kuweza kuona, hili ndio vazi letu. Ee, ambalo tunalolitumia katika upande wa kuweza kuingia hapa kwenye mzimu wetu wa Afrika. Si lingine hili vazi, lakini pia kuna mavazi mengine. Si hili tu, kuna mavazi mengine ambayo utaendelea kuyaona siku hadi siku. Lakini ni mavazi ya asili. Kwa hili ni vazi maalumu ambalo madaktari wa tiba asili wanatakiwa kuweza kulitumia kuvaa vazi hili. Wanalivaa vazi hili maalum kwamba unapoingia na mgonjwa wako hapa, iwe kufanya tambiko, iwe kumtibia, basi wajibu wako ni kuhakikisha kwamba unakuwa katika vazi maalum ambalo linatutambulisha madaktari wa tiba asili pindi tunapokuwa eneo hili. Kwa hiyo, klipu hii ndogo ni ya utambulisho wa vazi letu la asili ambalo tutakuwa tunalitumia mahali hapa. Tunasema ni mahali matakatifu, ngome kuu ya mzimu wa Afrika. Hii ni ngome kuu ya mzimu wa Afrika ambayo inatumika kuweza kufanyia matambiko mbalimbali mbali. Mfano kama leo tumekuja na takribani watu kumi na tatu. Lengo ninini? Ni nini? Ni kuweza kufanya matambiko, kuweza kufanya tiba, na wengine wamekuja kuweza kutoa kafara zao za mara ya pili na mara ya tatu. Sasa wewe unaosubiri kuweza kutoa kafara, endelea kusubiri. Sisi waelewa wa mambo haya, waelewa siri ya dunia ilipojificha, tunaendelea kufaidi neema hii. Lakini wewe ambaye unasubiri wengine wafanikiwe kwanza, endelea kusubiri. Wapo watu ambao leo tumekuja nao takriban watu kumi na mbili, I mean kumi na tatu, ambao wamekuja wengine kufanya tiba, wengine wamekuja kufanya matambiko, lakini wengine wamekuja kurudia kafara zao za mara ya pili baada ya kuweza kuvuna kupitia kafara zao za mara ya kwanza. Wengine wamekuja kurudia kafara ya tatu ya mwaka mara baada ya kuwa tayari wameshafanikiwa na kafara zake mbili za nyuma. Kwa hivyo wewe, ambaye huelewi dhana iliyojificha kwenye sura ya dunia, endelea kusubiri. Asanteni kwa leo, niwatakie siku njema.